Tunaelekea 001 kaunti ya Mombasa ambapo zaidi ya Wakenya mia mbili waliokuwa ughaibuni wamerejea nchini kutokana na dhulma, ambao wamepokea ama wamepokea mafunzo ya kujitegemea huko Mombasa. Wakenya hao wamesimulia baadhi ya madhila waliopitia huku serikali na chama cha kudhehia wakisema kwamba idadi kubwa ya Wakenya walioko ughaibuni haswa milki ya Kiarabu wameshindwa kuweka akiba au kuwekeza kwa maisha ya baadaye wanapo nchini kuteswa, watu wanateswa, watu wanateseka, tuseme wanateseka eh. Lakini inabidi tu uvumilie kwa sababu umetoka huku na shida zako, unaenda kula unasema, ngoje niende katafutia wanangu, ili wawe watasoma vizuri.

On how these people come back. Most of these returnees, when they come back, they come distressed and they come with no hope and they're hopeless. Especially when these programs come in on board, they help them maybe reintegrate back to the society. jua vijana vile ajira inapungua hapa nchini wanaenda kuitafuta ughaibuni so tungependa kuangalia kwamba vijana hawa wakienda wametayarishwa vizuri na pia wakienda pale wanachipika vizuri kazini